Okay, so wali wetu uliiva, nikachuja maji uh, kuchuja maji kisha jo hivyo then hapa so, fomu leo ilikuwa ni tupike mseto, mseto wa maharage uh -huh, so as you can see, wow it's amazing rangi inapendeza, kisha wacha tuweke, okay, kwa dakika kama 15 hivi ama ishirini ukauke. Kama unatumia jiko la mkaa basi, utaekelea makaa juu na mengine chini, ili wali ukauke vizuri. So yale maragwe mengine ndiyo haya, so nitayasubiri yapoe, yapoe yani. Kisha nitayaweka kwa freza, wakati mwingine nikihitaji ku kula maharage basi nitakula. Kwa sababu gani nimefanya hivi? Kila mahali kuko na taratibu zake, so najua huko kwetu maharage yanapatikana kwa kiurahisi sana, lakini kwa mazingira niliyopo kupata maharage sijui nini nini inakuwa mtihani. Ndio maana nimefanya hivi. So let's wait for 10 to 20 minutes. Ikiwa tayari tutaona, si ni sawa?